Tuendelee kujifunza. Leo tutazame mti aina ya mwarobaini, mti ambao unatibu maradhi mengi, ndio umetumika vizazi na vizazi. Naweza nikasema ni mti mama katika kutibu magonjwa mbalimbali ya mwili katika tiba za asili. Mwarobaini mti mama wenye sifa kedekede kede kwa magonjwa sugu. Mwarobaini ni mti maarufu sana. Licha ya kujulikana karibu kila mahali. Licha ya kujulikana mti huu una kivuli kizuri sana. Lakini jina la mti huu limetokana uwezo wa kutibu zaidi ya magonjwa arobaini. Gewaje mti huu si majani wala mizizi ni michungu mno kwa mtumiaji. Hapa tuangazie macho japo kwa uchache na kuona maajabu ya mti huu kama ifuatavyo. Moja, mwarobaini ni dawa ya kuua minyoo yote tumboni. Mbili, hutibu homa hasa zile homa za usiku. Tatu, mwarobaini utibu kikozi. Nne, kuwaka mwili kuwaka moto. Tano, kuharisha pamoja na tatizo la vidonda vya tumbo. Chukua majani ya mmea huu, kisha yatafuni bila kujali uchungu yaliyonayo, nayo. Sita, mwarobaini hutibu matatizo ya macho. Ili kutibu matatizo ya macho, unachotakiwa ni ufuate maelekezo kama nitavyoelekeza hapo chini. Saba, magonjwa mbalimbali ya ngozi hutibika pia kwa kutumia mti huu wa mwarobaini. Kutibu magonjwa hayo na magonjwa mengine, unachotakiwa kufanya chemsha majani arobaini ya, ya mti wa mwarobaini kwa muda wa dakika 15. baada ya hapo acha mchanganyiko upoe, kisha chuja kwa ajili ya matumizi, unaweza kunywa mchanganyiko huu asubuhi na jioni kwa kiwango cha kikombe kimoja cha chai, kikombe kimoja kingine jioni. Unafanya zoezi hilo kutokana na tatizo husika, naweza nikakwambia wiki moja hadi wiki mbili. Tatizo likipona unaacha kutumia dawa hiyo. Bila usizidishe dozi. Kwa sababu dawa hii inaweza kupelekea kuharibu figo. Hivyo kuwa makini. Kama mpendezo na topiki hii, follow fome. wana Mungu kubariki sana. Asante.